Bwana Yesu asifiwe sana ndugu msikilizaji wangu unayenisikiliza na kunitazama mahali popote pale, Bwana Yesu asifiwe sana. Nikukaribishe katika kipindi hichi cha mafundisho ya neno la Mungu. Kipindi hichi kinakujia kila siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, majira majira kama haya ya saa tatu kamili usiku hadi majira yale ya saa nne kamili. Nikukaribishe katika kipindi hichi nataka tujifunze pamoja neno la Mungu, na leo nataka tujifunze neno la Mungu, na ni jambo ambalo ni la muhimu sana katika maisha ya kila mtu. Bwana Yesu asifiwe sana, na kabla hatuja hatujaendelea na kipindi chetu tu, tuombe. Baba nakushukuru kwa ajili ya neno lako la uzima ambalo umeliandaa kwa ajili ya kila mtu mmoja mmoja anayenisikiliza mahali popote pale. Asante baba yangu na Mungu wangu, nalibariki jina lako na kuliheshimu na kuliinua jina lako. Ninaomba ni neema na rehema zako Baba kwa ajili ya neno lako e Mungu wangu na baba yangu, na kusihi Baba nitakase ni nyoshe kwa ile damu yako ya thamani. Neema yako nahitaji kwa ajili ya neno lako, e Mungu, nipe neema ya kulitamka na kulihubiri neno lako vile ambavyo Mungu umekusudia. Baba mimi nitamke na kusi, Mungu wangu na baba yangu, wape kibali wasikilizaji wangu hawa, wape neema na usikivu wa kiroho katika jina la Yesu. Baba wape uelewa wa roho wako Mtakatifu, awape uelewa kwa ajili ya neno hili kile ambacho umekusudia wakipokee, ndani ya ufunuo wa neno hili e Mungu, katika jina la Yesu. Wape neema wengine, Baba, wanapitia katika pito mbalimbali mbali, na kusii Mungu wangu wavushe, wa inue tena Mungu, wape neema na kibali cha kiungu e Mungu, wape nguvu ya kuishinda majaribu na mapito na vishawishi wanavyopitia, e Mungu wangu na baba yangu, na kusii Mungu le hai ile damu ya mwanao mpenzi Iliyomwagika pale msalabani pale Kalvari, na kusi Mungu wangu ikapate kuwatakasa na kuwaosha katika jina la Yesu Baba, na kusii Roho Mtakatifu na kusii ukanipe neema na kibali cha kulitamka neno lako e Mungu, vile ambavyo Mungu umekusudia nilitamke katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, na watu wote waseme amen, amen. Na ni kukaribishe ndugu msikilizaji wangu kwenye kipindi hichi cha mafundisho ya neno la Mungu ambalo ninakujia kila siku majira na saa kama hii ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Na kabla hatujaendelea na somo letu, nataka tupate wimbo huu kutoka studio na tuendelee na kipindi chetu. Karibu kwa wimbo, hii, kwa wimbo huu halafu tuendelee na kipindi chetu karibu. Nuhu akaambiwa na Bwana Mungu atengeneze safina kwa sababu ya watu wamenitendea maovu. Nuhu mtu wa Mungu alitengeneza safina kubwa ya kutosha wanyama wote, atengeneze hata watoto wake. Nuhu akaambiwa na Bwana Mungu Sababu sababu ya watu wamenitendea maovu. Nuhu alifanya kama vile alivyoagizwa na Bwana, akaitengeneza safina kama Bwana alivyoagiza. Wengi walimcheka Nuhu, lakini hakujali. Tazama safina lipokwisha madirisha ya mbinguni yalifunguliwa, nazo chemchem za maji hizo zilifunguliwa. Maji yalija kila sehemu ya nchi, ndipo wakaanza kulia wakisema nu

Na somo somo letu kumbuka, kichwa cha somo kina, kina, nataka tuendelee na somo letu lenye kichwa cha somo kinachosema Ijue madhara ya Dhambi. Lakini leo nataka tuingie ndani kidogo. Aa, kitu ambacho Mungu amenisemesha juu ya kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya tatu. Uh, kuna ufunuo ambao, kuna ufunuo ambao Mungu amenisemesha unaoenda kugusa maisha na unaenda kugusa uchumi kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya ile ya tatu. Kuna ufunuo uh, ajabu ambao Mungu amenisemesha unaoenda kugusa uchumi na maisha ya mtu, maisha ya watu wengi kuhusu uharibifu wa, wa dhambi dhidi ya uchumi wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Aa, kwa hiyo kipengele ambacho leo tutaenda nacho kwenye somo hili la Ijue Madhara ya Dhambi ni kipengele ambacho tutaenda nacho leo ni uharibifu wa dhambi dhidi ya uchumi wa mwanadamu uharibifu, uharibifu wa dhambi dhidi ya uchumi wa mwanadamu. Aa, kwenye kile kitabu cha Mwanzo, kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza sura ile ya pili mstari wa nane tunaona jinsi Mungu anavyomuumba mwanadamu, na alivyomwumba mwanadamu tunaona anamkabidhi uchumi, anamkabidhi bustani, na Biblia inasema kwenye ile bustani ya Eden kulikuwa na kila kitu, kulikuwa na utoshelevu wa maisha ya Adamu na Eva kulikuwa na utoshelevu wa mahitaji ya mwanadamu. Kulikuwa na maji, kulikuwa na dhahabu dhahabu, kulikuwa na fedha, maana fedha hutengenezwa na dhahabu. Maanake kulikuwa na dhahabu, kulikuwa na dhahabu kama aina kadhaa ambayo Biblia imetaja hapo, lakini pia kuna kulikuwa na matunda ya kila aina, kulikuwa na mazao ya kila aina kwenye ile bustani ya Edeni. Kwa hiyo nataka ujue nini maana ya uchumi? Nini maana ya uchumi? Nataka ujue nini maana ya uchumi. Aa, tukijua nini maana ya uchumi ndipo utakapojua ya kuwa kwenye kile kitabu cha Mwanzo mwanadamu alikabidhiwa package nzima ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana Yesu asifiwe sana. Aa, nataka tuangalie nini maana ya uchumi. Uchumi ni jumla ya shughuli zote za binadamu zinazolenga, ma, zinazolenga kutosheleza mahitaji yao, ni hasa uzalishaji, usambazaji na utumiaji wa bidhaa pamoja na kutolewa kwa huduma kwa njia mbalimbali mbali. Uchumi mara nyingi hutazamwa kwenye ngazi ya familia, vijiji, eneo, taifa, na hata dunia kwa ujumla. Hiyo ni maana ya uchumi, uchumi. Uchumi ni jumla. Uchumi ni jumla ya shughuli zote za mwanadamu zinazolenga kutosheleza mahitaji yake. Ni hasa uzalishaji, usambazaji na utumiaji wa bidhaa pamoja na kutolewa kwa huduma kwa njia mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni maana ya uchumi, hiyo ni maana ya uchumi. Kama uchumi ni jumla, ni jumla ya utoshelevu wa mahitaji ya mwanadamu, maanake ni dhahiri kwamba kwenye ile bustani ya Edeni Mungu ali, kwenye ile bustani ya Edeni Mungu aliyomkabidhi Adam na Eva, aliyomkabidhi Adam maana yake kulikuwa na utoshelevu wa kila kitu, kulikuwa na mahitaji, kulikuwa na utoshelevu wa mahitaji ya mwanadamu. Maana yake kama ni dhahabu, kama ni dhahabu, kama ni matunda, mazao yalikuwepo kwenye ile bustani ya Eden. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulikuwa na utoshelevu wa mahitaji ya maisha ya mwanadamu na kama kulikuwa na utoshelevu wa mahitaji ya mwanadamu, nini kimeleta uharibifu kwenye maisha ya mtu? Nini kimeleta kimeleta kuhangaika kwa maisha huyu mtu wanesa? Sasa nataka tusome kwenye kile kitabu cha Mwanzo, nataka tusome kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya pili, msari wa kuanzia msari wa 8

angani akamleta Adam ili aone atawahitaji kila kiumbe hai, jina alilokiita Adam likawa ndilo jina lake. Adam akawapa majina I'm yote I'm majina yao I'm kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adam aliyefanana naye. Bwana Mungu akamleta Adam aka usingizi mzito, naye akalala, kisha akamtoa ubavu wake mmoja, akaufunika nyama mahali pake, na ule ubavu akautoa katika Adam, Bwana Mungu akamfanya mwanamke meta wa Adamu wanaesassa, pointi yangu iko kwenye kuanzia msari wa nane hadi wa 15. Tunaona mwanadamu alikabidhiwa ile bustani ya Eden. Mwanadamu hakuumbiwa kuhangaika. Mwanadamu hakuumbiwa kutafuta kwa jasho. Lakini nini kilichosababisha mpaka huyu mwanadamu ahangaike, ateseke, ahenyeke, aishi maisha ya shida? Mungu alitoa maagizo, alivyompa ile bustani, alivyompa ile pakeji nzima ya maisha yake, kuna maagizo aliyatoa, na ndivyo hata ilivyo hata siku hizi za leo. Kuna maagizo ambayo Mungu anayetoa kwa, kwa mwanadamu na inafika wakati mwanadamu anavunja au anayaacha hayo maagizo. Na hayo maagizo anayoacha mwanadamu, maana yake yanakuwa ni uasi, maanake Mungu anapokuagiza usifanye jambo fulani na unapofanya inaonekana ni wasi manake ni wasi. Kwa hiyo kama ni wasi manake ni dhambi. Kwa hiyo kilicholeta uharibifu wa uchumi wa Adamu kwenye ile bustani ya Eden, kilicholeta uharibifu wa maisha ya mtu kwenye ile bustani ya Eden, ilikuwa ni ile dhambi ya kutokutii ile sauti ya Mungu, ilikuwa ni ile dhambi ya kutokuisikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo dhambi ndio iliyoleta uharibifu wa uchumi wa mwanadamu na kwenye ile bustani ya Eden. Ndio maana tunaona toka pale Adam alifukuzwa kwenye ile bustani ya Eden, ukisoma sura ile ya tatu utaona jinsi huyo mtu anavyofukuzwa kwenye ile bustani ambayo Mungu mwenyewe alimweka hapo. Kwa hiyo kinachomfanya mwanadamu awe na uchumi mgumu, kinachomtenga mwanadamu na uchumi wake ni dhambi. Dhambi humtenga mtu na uchumi au pakeji nzima ya maisha yake aliyokabidhiwa. Kila mwanadamu aliyeletwa hapa duniani, Mungu alikwisha kumkabidhi pakeji nzima ya maisha yake. Lakini ni nini kinacholeta uharibifu wa uchumi wa mtu? Mwanadamu anapotenda dhambi, manake kuna uharibifu, anafungua mlango wa uharibifu kwenye maisha yake. Maanake dhambi hufungua uharibifu kwenye uchumi wa mwanadamu. Kama tulivyosoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo, tunaona Adam alivyokosea, Mungu alivyotenda dhambi, tunaona mlango wa uharibifu wa uchumi wa Adamu ulianza kuharibiwa, uchumi wake ulianza kuharibiwa. Ok, shetani anachokishughulikia, alichoenda kushughulikia kwenye maisha ya Adamu na kumletea Eva ule ushawishi, ulikuwa ni ule uchumi aliyokabidhiwa. Kwa hiyo shetani anachoshughulikia ndani ya maisha ya mtu. Lengo la shetani kumkosesha mwanadamu na Mungu, lengo lake ni ili avuruge kile alichokabidhiwa mtu na Mungu, kile ile package nzima aliyokabidhiwa mtu. Kuna package ambazo Mungu alikabidhi, alimkabidhi mwanadamu, kuna uchumi kila mtu amekabidhiwa package nzima. Mwanadamu hakuumbiwa kuhangaika, mwanadamu hatujaumbiwa kuteseka, wanadamu hatujaumbiwa kuhangaika, wanadamu hatujaumbiwa kuonewa, wanadamu hatujaumbiwa maisha ya uonevu, wanadamu hatujaumbiwa maisha ya chini, maisha ya umaskini. Kila mtu amegawiwa amepewa package nzima inayomtosheleza kwenye maisha yake. Kila mtu amekabidhiwa uchumi, amekabidhiwa uchumi wake, package nzima ya uchumi wake. Kwa hiyo kilichomfanya mwanadamu ahangaike ni dhambi. Ndio maana unakuta watu wengi, unakuta mtu alikuwa na uchumi mzuri, alikuwa analipwa hela mshahara mzuri tu kazini kwake, lakini utaanza kuona mabadiliko ya huyu mtu pale tu anapotenda dhambi, pale tu anapomkosea Mungu, pale anapoanza kuchukua hatua ya kumkosea Mungu kwa namna yoyote ile, utaanza kuona uchumi wa huyo mtu unaanza kushuka. Unakuta mtu analipwa mshahara, lakini ghafla shetani akamletea vishawishi, labda ya uzinzi, labda kutembea na wanawake wengine. Unakuta mtu alikuwa na familia yake na mke wake, lakini shetani anamletea roho ya uzinifu, roho ya uzinzi, anamletea dhambi, anamletea vishawishi vya dhambi ya, u, ya uzinzi unakuta huyu mtu alikuwa anapokea mshahara labda laki tatu kwa mwezi. Unakuta huyu mtu akipokea huyu mshahara, nusu ya mshahara inaenda kuliwa na watu wa nje, na familia yake inaenda kuliwa, haiendi kufanya maendeleo ndani ya familia yake. Maanake kutoka hapo uchumi wa huyu mtu unaanza kushuka, maanake shetani ana anachoshughulikia ni ule uchumi wake kwenye familia, vishawishi ambavyo vinaachiliwa ndani ya watu wengi. Lengo la shetani ni kuvuruga, ni kuchukua kile ambacho Mungu alimkabidhi huyo mtu. Shetani hakuona. Hakuwa na wivu na kina Adam lakini alikuwa na wivu na kile alichokabidhiwa Adam kwenye ile bustani ya Eden. Alikuwa na wivu, alikuwa na uhitaji. Ndio maana kutoka pale maisha ya Adam yaliharibika. Kutoka pale Mungu anaanza kumwambia Adam. Kutoka pale tunaona maisha ya Adam. Adam alifukuzwa kwenye ile bustani ya Eden. Maana yake kuna mtu anaondolewa kwenye bustani, kwenye Eden. Kila mtu, kila mtu, kila nafsi ulimwenguni humu ina Eden yake. Kila mtu kwenye maisha yake ana Eden yake na bustani yake ya Eden. Kwa hiyo kwenye hiyo bustani ya Eden maanake, anapokwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, maanake kuna uharibifu unaojitokeza kwenye maisha yake na ndio maana unaona, na ndio maana unaona watu wengi wanaishi maisha ambayo sio yale Mungu amewakusudia.